Ikifika pointi watanzania wanazoa damu za watanzania wenzao, ni point of no return. Ikifika pointi mtanzania anajibishana na polisi ambaye tulikuwa tukimwona kule tunamkimbia, leo hii tunajibishana nao, Mlilo, this is point of no return, Mlilo, hatutorudi nyuma. Kitu kitakachotufanya leo hii tukae sawa ni huyo mama kutoka kwenye hicho kiti. Muuaji hatumtaki, hayupo hapo kikatiba Hivi hivi ni macho mnavyovitengeneza ni kwa faida ya nani, Mulilo? Leo naomba niongee na wewe Mulilo. Mulilo umekuwa mshenzi wa tabia wewe baba. Chalamila, unaonekana kabisa dhamira yako na unachovifanya ni vitu tofauti. Umeokoka wewe unamjua Mungu. Unafanya ushenzi ukijua kabisa wewe unaofanya ni ushenzi, lakini unaendelea kuufanya. Chalamila, sikiliza nikwambie, unapoongea na sisi, usiongee na sisi kama watoto wako uliowazaa. Huo uhuni na upumbavu na uongo wongo na upanga usituletee sisi wa Tanzania. Tafuteni sisi alipo, mtake kumuua it's fine, lakini hamwezi mkaua fikra zangu mimi ambazo tayari kuna Watanzania wanazo. Mnapanga uongo uongo wenu mnakuja mnakuja kuongea mnakuja kuongea kibabe. Leo una, unakaa unabishana na Kitima. Kosa la Kitima ni nini? Ni kusema ukweli. Je, hamjaua ndugu zetu na kuenda kuwazika kwenye nani la, nani kabula la like. Kitima uongo wake ni upi? Ni kusema ukweli kwamba mlienda mkawachukua majeruhi mkawazika, kwamba mlikataa sisi, dio huo ni uongo? Yani nyinyi mnashughulika na mtu ambaye anapinga utekaji na mauaji leo kuna kesho, ndugu zangu, kuna Mungu, kuna Mungu Mulilo, kuna Mungu. Wewe baba, umekuwa ni mtu wa mbaya sana Mulilo, kama ujui. Asilimia kubwa we ndo umeiua hii nchi. Ulikuwa na uwezo wa kukataa ma, ma, ma, ma, maelekezo ya kuua raia. Wewe ndio ulikuwa na uwezo kwa sababu, wewe silaha zilikuwa kwenye mikono yako. Silaha zinaingia kutoka, kutoka nchi za nje, zinaingia mnazipitisha, wewe na mkuu wa usalama. Nyinyi ni watu wa shenzi, amfai kwenye hili taifa mkapinga kwamba silaha sila, hazipo na ukasimama ukakana. Mwisho wa siku ndo silaha zikuja zikawaua Watanzania, lakini still unasema ni AI hivyo. Mzee, elimu yako ni darasa ngapi hiyo kwanza? Kwa sababu vitu unavyovifanya vitu unavyovifanya ni vitu vya kishenzi sana. Mulilo unatutengenezea usugu, wewe baba, wewe unatuharibu, na mwisho wa siku wao nao unatengenezea usugu na kuharibu leo ndo atakuja kuwa kuharibu kizazi chako hicho, kwa sababu unawatengenezea una, una, ujasiri ambao haukuwepo awali. Mbona tuliishi vizuri na askari mitaani? Mbona tulipendana vizuri tu Mbona nilikuwa nina shida yangu naenda nakimbilia polisi nisaidiwe ya kiusalama. Lakini leo no, hindo mnaua watoto wa watu mnawapa kesi za ajabu mlilo utalipa. Sisi sio wajinga wajinga tena. Sisi sio watoto wako sisi mlilo. Hizo fujo mnazozianzisha na jeshi la polisi na mmeshajipanga, mmepanga silaha kwa ajili ya kuumiza watu, mje mseme ni raia. Ni sisi, hizo janja zenu tunazijua. Hizo janja zenu za kusema kwamba raia wamejipanga wa kutumia silaha. Ninyi mna intelligence ya gani nyie? Niwaulize kwanza. Mngekuwa mna intelligence mngejua, wasiojulikana mngewajua, nchi inadhalilika. Mmekuwa na kauli mbili mbili za kipuuzi tu, watu wametoka nchi jirani wameingia. Ninyi mngekuwa mna intelligence ya kweli, waliomuua Lisi mngeshawajua. Kama mna intelligence ya kweli, ina maana nyinyi ndio wauaji namba moja na mnajijua. Na ndio maana mnajiita wasiojulikana. Endeleeni kujiita wasiojulikana, lakini Mungu anawajua. Mungu anawajua, Hamjulikani kwetu sisi Watanzania kwa sababu ni wanyonge na tu, wa, tunajua kwamba nyinyi ndio mnaua na mwisho wa siku mnakataa. Sisi ni, ni wanyonge sisi wa Tanzania. Lakini nataka niwaambie hivi, mwisho umefika, mlindeni kwa dola huyo mama, mlindeni kwa damu za watu, mwisho wa siku Tanzania imemkataa na Mungu amemkataa. Tanganyika hatumtaki na Mungu pia amemkataa, hilo lazima mlijue. Mulilo, salamu zikufikie, sisi sio waoga tena, sisi sio wapumbavu tena, tumeamka, sio enzi za mababu zetu kwa hiyo huo upuuzi wako unaoita vyombo vya habari na kuongea jua kabisa, sisi tunajua tuna, tuna, tuna kila kitu. Mnakaa mnapanga upuuzi, upuuzi tu, mnakaa mnapanga namna ya kutuumiza tu. Tumeshachoka, mioyo yetu imeshajeruhiwa. Hapa tunavyoongea, mmetuoteshea sugu.